Bwana Yesu na asifiwe, watu wa Mungu, habari za wakati huu. Ya, natamani tujifunze maandiko matakatifu kutokea kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia na pengine tupate kuangalia hili andiko ambalo kwa namna moja ama nyingine limekuwa eh, likiwatatiza baadhi ya watu kwamba kwa nini Yesu aliurahani mti? hmm. kwa mjibu wa Marko Kumi na moja, mstari wa kumi na mbili. Kwa nini Yesu aliulaani mtini? Je, wengine wanaenda mbali wanasema njaa zake Yesu zilifanya ule mti auchukie, kwamba kwa, kwa sababu alikuwa na njaa na akategemea kupata chochote kitu pale, ndio kikamfanya, hasira zake za njaa zikafanya alaani ule mti. Si kweli, ni mawazo lakini maandiko haya yatakuja kutupitisha kwa kina kuona nini sababu ya Yesu kulaani ule mtini. Labda ni, ni some tu kwanza, ili upate kuelewa wewe, ambaye pengine hujapata ukisoma vizuri kitabu hiki cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 pale nasema hivi, naye akaingia Yerusalemu, hata hata ndani ya hekaru na palikwisha, ngoja tuanzie 12 nb penyewe nasema hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani akaenda ili, ba, ili labda aone kitu juu yake, na alipofika hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Sasa hiyo ni mada nyingine, lakini na mstari wa ishirini nasema, na asubuhi walipokuwa wakipita ile eneo la ule mtini. Walipopita mara ya kwanza Yesu akawaambia huo mti na kuulaani. Sasa asubuhi yake walipita tena akawam, wa, walipo, na asubuhi walipokuwa wakipita waliona ule mtini umenyauka toka shinani Petro akakumbuka bahari yake, akamwambia Rabi, tazama, mti ulio urahani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwamini Mungu. Amini nawambia yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, utupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, na ila aamini kwamba hayo yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Sasa, sababu kwa nini mtini ulinyauka? <laughs> Watu wanasema unajua, njaa za Yesu alisikia njaa sana, mpaka akaona ni urahani tu. kwa nini hatujapata chochote kitu chakula hapa, sasa ni wa nini? No, shida aliko kwa Yesu kuulaani. Shida liko kwa mtini kutokuwa na jambo lolote ndani yake. Kwa sababu gani? Majibu yanakuja. Unaweza usinielewe mdau, lakini majibu yapo ndani ya Biblia hii. Tia kitabu kingine ambacho utakuja kusomewa. Yesu alipoenda kwenye ule mti, tuseme labda tuchukulie ule ulikuwa ni mtini. Sasa kwa nyakati huku kwetu, tuchukulie labda ambao unaujua mti, mti gani ambao unauelewa sana? Haya, tuseme haya, mchungwa au tuseme mwembe. Walipofika kwenye ule mwembe, wakaona umenawilir sana majani ya kutosha, kama umewekewa mbolea hivi unang'aa sana. Wakasema hapa uenda tutapata chochote kitu ili tupate kula, kwa sababu ya hii njaa tulionayo. Wanafika pale ili Yesu awape wa kitu chochote kutokea kwenye ule mti, ule mti hauna chochote. Sasa swali kidogo, kabla hajaenda kule na nataka nikupeleke, kwani Yesu alikuwa na uwezo wa kutengeneza matunda yakaingia kwenye ule mti wakachuma na wakula na wakara au alikuwa na uwezo wa, ku, wa kushusha matunda kwa kara. <laughs> Jifunze maandiko upate kuelewa na kitu ambacho pengine Bwana ama Mungu anataka ukielewe kwenye ule mti. Tunaambiwa kwamba ule mti ulinyauka kwa sababu sababu ndo hii sasa. Kasome Mwanzo sura ya kwanza pale e, Mwanzo sura ya kwanza e, kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari sura ya kwanza mstari e, mstari wa kumi na tatu nazani kama sio kuna, atuansi, mstari wa mstari wa kumi na moja ya yeah. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kumi na moja nasema hivi, Mungu akasema nchi na itoe majani mche uto, uto wao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi, ikawa hivyo. Nchi ikaota majani ya mche utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzao matunda kwa ambao, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema, ikawa jioni, ikawa asubuhi, ikawa usiku. Kwenye hicho kitabu umeona Yesu? Umeona Mungu ama Yesu pale. Roho Mtakatifu anamwambia we mtu utakuwa unazaa kwa majira fulani, kwamba huu ni msimu wa kiangazi upasi kuwa, ni, ni masika, upasi kuwa na tunda. Hii ni masika upasi kuwa na tunda? Hapana. Kwa hiyo ule mti ulishindwa kukaa kwenye kusudi ama position ambayo Mungu aliuwekea huu mti kwa mujibu wa maandiko ya Mwanzo ulipaswa kuwa na chochote kitu, na ulipaswa kujua kwamba huyu anayekuja kuangalia tunda hapa ni nani? Ni Yesu ambaye alifanya uumbaji pamoja na Mungu Baba, katika hili la mimi kuwepo kama mti uzao matunda kwa jinsi yake, na mbegu kwa jinsi yake. Sasa kwa nini haukuwa na chochote? ni sawasawa na wewe ambaye huko kama ulivyo, maisha yaeleweki, ndoa yako vurugu vurugu, chochote unachokifanya shida tabu, kwa sababu umeshindwa kukaa kwenye position yako. Kama ni kwa Yesu, kaa kwa Yesu imara; kama ni kwa giza, kaa kwa giza imara, kwa sababu kienda kwa shetani anakupiga teke, anasema, wewe unajifanya unaenda kule unakemea kemea kemea, sikutaki Ukija kwa Yesu anasema mimi vya nyevuguvugu sivitaki, kwaona baki unaelea kama linanili kama li, li, li, kuna kale wanakatengeneza wanakarusha juu kana kishada ya kwaona, baki unaelea kama kishada. Jifunze kukaa kwenye sehemu ambayo Mungu amekuitia kuwa, utaona matokeo makubwa na ya kustajabisha. Mungu awabariki na barikiwa sana. Binafsi naitwa Dance Matayo, mchungaji huyu.